Kwa nini tarehe 29 Oktoba imekuwa mtihani mkubwa kwa diplomasia ya Tanzania? Tanzania imejikuta katika wakati muhimu wa kutafakari upya mwelekeo na mikakati yake ya diplomasia kufuatia matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata. Kwa miongo kadhaa, nchi hii imekuwa na sifa ya kuwa miongoni mwa mataifa yenye utulivu na amani zaidi barani Afrika, hali iliyopatikana kupitia juhudi za makusudi na endelevu tangu kipindi cha awali baada ya uhuru. Makala hii inachambua jinsi matukio ya siku ya uchaguzi yalivyohatarisha taswira hiyo njema ya Tanzania kimataifa, pamoja na maeneo ambayo nchi inapaswa kuelekeza nguvu zake ili kurejesha imani ya jumuiya ya kimataifa. Asili ya sifa ya Tanzania kimataifa. Tangu kupata uhuru, Tanzania iliweka kipaumbele katika kujenga umoja wa kitaifa kama msingi wa ujenzi wa taifa. Lengo lilikuwa kuunda nchi iliyounganishwa bila kujali tofauti za kikabila, kidini au kijamii, mkakati uliosababisha miaka mingi ya amani na uthabiti wa kisiasa. Kutokana na juhudi hizo, Tanzania ilijijengea taswira ya kuwa mfano wa mshikamano na ushirikiano, iliyojengwa taratibu kupitia sera jumuishi na uongozi wa kimkakati. Sifa hii iliifanya Tanzania kuonekana kama mshirika wa kuaminika katika masuala ya kikanda na kimataifa na kuimarisha nafasi yake ya kidiplomasia barani Afrika na duniani kwa ujumla. Matukio ya 29 Oktoba 2025 na athari zake. Uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ulikuwa hatua ya mabadiliko. Uchaguzi huo ulitafsiriwa na sehemu ya jamii kuwa haukuwa na uwazi wa kutosha, huku kukiwa na madai ya upotoshaji wa matokeo na kasoro za kiutaratibu. Mitazamo hii ilisababisha hasira ya umma, mvutano wa kisiasa na migawanyiko mikubwa ndani ya nchi. Ripoti za ukandamizaji wa kisiasa, mashambulizi dhidi ya wanaharakati na kubanwa na nafasi ya kiraia ziliongeza zaidi hali ya kutoridhika. Machafuko hayakuishia siku ya uchaguzi pekee bali yaliendelea katika siku zilizofuata, na kusababisha upinzani mkali dhidi ya serikali. Kutokana na hali hiyo, Tanzania ilishuhudia kupungua kwa imani kutoka kwa baadhi ya wa washirika wake wa kimataifa, jambo lililoifanya nchi ichukue hatua mahsusi kurejesha uaminifu na hadhi yake ya kidiplomasia. Miwitiko wa kitaifa na kimataifa. Kufuatia shinikizo la ndani na nje, serikali ya Tanzania ilitoa taarifa rasmi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Katika taarifa hiyo, serikali ilikiri kuyazingatia kwa uzito maoni na wasiwasi wa washirika wa kimataifa. Serikali pia ilitangaza kuundwa kwa tume ya kitaifa ya uchunguzi ili kuchunguza matukio ya baada ya uchaguzi kwa lengo la kuhakikisha uwazi na kutoa mwelekeo wa hatua zitakazofuata. Aidha, ilisisitiza umuhimu wa kuiruhusu tume hiyo kufanya kazi yake kwa huru bila kuingiliwa, huku ikirejea dhamira ya Tanzania katika kudumisha amani, ushirikiano na maendeleo. Hatua hizi ziliwasilishwa kama msingi wa kujenga upya imani kati ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa. Mwelekeo mpya wa kimkakati katika diplomasia. Wachambuzi wa diplomasia wanasema Tanzania sasa inahitaji mikakati iliyo bora na ya mbele zaidi ili kurekebisha taswira yake kimataifa. Badala ya kukabiliana moja kwa moja na ukosoaji wa nje, nchi inapaswa kuzingatia kusimamia matarajio ya washirika, kuonyesha uwajibikaji wa taasisi na kutekeleza kwa vitendo mageuzi ya kikatiba na kijamii. Njia moja inayotajwa katika mijadala ya sera ni diplomasia ya kimya. Yaani kushirikiana kwa njia ya private na nchi jirani pamoja na mashirika ya kikanda ili kueleza chanzo cha mgogoro na kutafuta suluhisho za ndani kabla ya kutoa matamko makubwa hadharani. Mbinu hii inaweza kusaidia kujenga tena imani na kuimarisha mahusiano ya kimataifa bila kuongeza mvutano. Mafunzo kutoka kwa nchi nyingine. Tanzania inaweza kujifunza kutokana na uzoefu wa nchi kama Kenya na Ghana ambazo zilikumbwa na migogoro ya uchaguzi lakini baadaye zilifanya mageuzi makubwa ya kikatiba na ya mifumo ya uchaguzi. Mageuzi hayo yaliongeza uwazi, yakarejesha imani ya wananchi na kuimarisha taasisi za kidemokrasia. Kwa mfano, Kenya ilifanya mabadiliko ya kikatiba baada ya mgogoro wa uchaguzi ili kuimarisha uthabiti wa kisiasa. Ghana nayo ilirekebisha sheria zake za uchaguzi kama sehemu ya kujibu shinikizo la ndani na la nje. Tanzania inaweza kutumia mifano hii kama rejeo katika juhudi zake za kurejesha uaminifu wa washirika wake. Mahusiano ya kimataifa na mustakabali wa Tanzania. Kwa sasa Tanzania inahitaji kuwekeza zaidi katika ushirikiano wa karibu na mataifa jirani, jumuiya kikanda, taasisi za bara la Afrika na washirika wa kimataifa. Sambamba na hilo, ni muhimu kuonyesha dhamira ya kweli katika kudumisha uthabiti wa kisiasa, kuheshimu haki za kiraia na kuhakikisha uwazi wa michakato ya uchaguzi. Iwapo Tanzania itachukua hatua thabiti na zinazoonekana katika mwelekeo huu, itaweza kurejesha nafasi yake kama taifa thabiti na mshirika anayeaminika barani Afrika na katika jumuiya ya kimataifa kwa ujumla.